E bwana, nyimbo ambayo ameitoa Harmonize Konde Boy ambapo amemshirikisha Rude Boy wa P Square. E bwana, hii ni moja kati ya track ambazo sasa hivi hapa zimekuwa zikizungumzwa sana kutokana na kwamba imekuwa na mafanikio makubwa ukilinganisha na nyimbo za mtu, na nyimbo ya mtu mzima Diamond Platnumz, kwa sababu watu wengi sana ndani mtakuwa mnaelewa kwamba Diamond na Harmonize wamerelease track ndani ya siku moja. Umeona, hiyo uh, ni moja kati ya vitu ambavyo vimemake headline kweli kweli huko mtandaoni kwamba Diamond na Harmonize wote waliachia kazi yao siku ya Ijumaa, ambapo kufuatia hiyo issue mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli, lakini pamoja na hayo yote, huwezi amini ni kwamba hizi ngoma bwana, hazijafika on trending namba moja mpaka tunavyozungumza sasa hivi, umeona eh lakini ukilinganisha ngoma ya Diamond na Harmonize, ni kwamba ngoma ya Harmonize imeibuka kidedea kutokana na kwamba ndiyo ina views wengi, lakini pia vilevile vile, ndiyo ngoma ambayo iko very successful kwenye upande wa trending songs. Umeona bwana, kwa ukiingia upande wa trending, basi moja kwa moja utakuta ngoma ya Harmonize Konde Boy iko kwenye upande wa numbers. Kwa sababu hapa tunavyozungumza ni kwamba pamoja na hawa, hawa wa majiant wawili katika mziki wa Bongo Flavor, kufanya kazi na kuachia ndani ya siku moja pamoja na hype yote ambayo wako nayo, lakini still Mboso yuko namba moja. <laughs> Yani, ukienda kwenye upande wa trending ni kwamba Mboso kani EP yake ile ya ya room number three, ngoma yake ya Power, official music video, ina trend audio lyrics video ile na inao pia inakamata nafasi ya pili, alafu Aviola inakamata nafasi ya tatu. Kwa namba moja mbili na tatu zote ni Mbosokani meona mambo hayo eh? Kwa hiyo mboso bwana bado yuko juu, track zake tatu zinakamata nafasi za juu on trending huko YouTube. Lakini ukiacha hilo, nafasi ya nne inakamatwa na nyimbo ya Barnaba ambayo ameshirikiana na Diamond Platnumz inaitwa Salam, hii ni music vi salama, hii ni music video. Lakini nafasi ya tano ndio inakamata na nyimbo ya Harmonize ambayo inafahamika kwa jina la Best Couple, ambayo hii hapa iko on trending number tano ikiwa na imeachiwa siku tatu zilizopita, ikiwa ina jumla ya views laki tano na elfu sitini na nane. Na lakini nafasi ya sita huwezi amini inakamata nyimbo ya, ya Diamond lakini sio ile ambayo imetoka hivi karibuni, yani ile ambayo inakwenda kwa jina la Down bwana. Inakapata nafasi ya sita ni nyimbo ya Bien ambayo ameshirikiana na Diamond inakwenda kwa jina la Katam. Alafu nafasi ya saba sasa ndio nyimbo ya Down. Umeona mambo hayo? Eh? Kwa hiyo Down inakamata nafasi ya saba huku nyimbo ya Harmonize ya Best Couple inakamata nafasi ya tano. Kwa hiyo hata views pia nyimbo ya Diamond, ya Harmonize na, na Rude Boy, ina views laki tano na, na elfu. Alafu nyimbo ya Diamond Down ambazo zote zilitoka siku moja ina jumla ya views laki tatu na elfu. Umeona mambo hayo? So hivyo ndivyo situation ilivyo, lakini nyimbo hii ya Diamond Platnumz bwana imekuwa Sorry, nyimbo ya Harmonize Konde Boy imekuwa ikizungumzwa sana huko mtandaoni bwana, watu wengi sana wamekuwa wakizungumzia wakitia maneno mbalimbali kuhusiana na hii ngoma. Kwa mfano hapa bwana, kuna page amekuja kuelezea kwamba best couple, nyimbo ya Harmonize na Rude Boy wa kutoka Nigeria, imetumia zimetumika lugha tatu tofauti tofauti, kwa ajili tu ya kusimulia mapenzi katika lyrics ya nyimbo hiyo wakaelezea hapa kwamba baada ya kusubiri kwa hamu hatimaye wimbo wa Best Kapo umetoka. Harmonize ameshirikiana na Rude Boy na umeshaachiwa rasmi, kwa mujibu wa taarifa rasmi ambazo tumezipata kutoka Konde Gang. Hii siyo kazi ya kawaida, ni kazi iliyolenga kugusa hisia, kuunganisha tamaduni na kuonyesha kuwa mapenzi bado yana nafasi kwenye mziki wa kisasa. Vilevile vile, ni kwamba tumeona uwezo wa Harmonize katika kuandika mashairi yanayoelezea mapenzi kweli bila kuogopa kuonyesha udhaifu au upendo wa dhati. Umeona bwana eh? Mashairi kama vile alivyoandika alhamd, alhamd, al, audhu billahi minashaitani rajim, hata tukikesha klabu asubuhi tupo gym na mpenda tena na muheshimu, yanatoa picha ya mpenzi ya mtu ambaye anamuheshimu mpenzi wake si kwa maneno tu, bali kwa vitendo jambo ambalo ni nadra sana kwenye nyimbo nyingi hmm, za sasa hivi zinazozungumzia mahusiano kwa mtazamo wa juu juu. Kinachofanya best kapo kuwa na mvuto ni mchanganyiko wa lugha ya Kiswahili, Kiingereza na Kiigbo. Hii, ina, hii inaipa kazi hiyo eh, ladha ya kiulimwengu na pia vile vile kufanya iweze kueleweka na wasikilizaji wengi zaidi, upande huu hapa wa Afrika na nje ya mipaka ya Afrika. Rudboy, licha ya kuwa mgeni kwenye Bongo Flava, lakini pia vilevile vile ameanza kuingia kwa urahisi zaidi kwenye flow ya wimbo huo, akiwa ameweka vionjo vyake vya Afro Pop ambavyo imezoeleka ime, ime kwenye masikio ya mashabiki wake. Wimbo umetayarishwa na jamaa anaitwa This is Cookie, kwa kushirikiana na Harmonize na production yake ya kiwango cha juu, hauna makelele. Wimbo wa kusikilizwa mahali popote, mazingira yanaporuhusu kusikiliza mziki. Best Couple umetambulishwa kwa mara ya kwanza kabisa mnamo Jumatano iliyopita katika kipindi cha Destination Africa cha DJ Edu kwenye BBC Radio 1 Extra. Hii ni heshima kwa Harmonize, kwani sio rahisi msanii kutoka Tanzania na Afrika Mashariki kupata nafasi hiyo iliyoaminika kuwa mlango wa mziki wa Afrika kwenda kimataifa. Cha kushangaza zaidi ni kuwa best ni Best Capo tayari ulikuwa viral hata kabla ya kuachiwa. Kipande cha sekunde chache tu kilichosambaa mitandaoni kilianzisha mamia ya video kutoka kwa mashabiki wakijisnapu kwenye mstari huo maarufu, wanampenda tena na mheshimu, jambo lililothibitisha kuwa wimbo huu ulivutia kabla hata haujasikika mzima. Ni wimbo wa kuonyesha mapenzi na kumwonyesha mpenzi wako kuwa unamheshimu, unamthamini na uko tayari kutembea naye kwenye kila hatua ya maisha yako. So hivyo ndivyo mambo yalivyo kuhusiana na hii ngoma ya besti capo kutoka kwake Harmonize na Rude Boy wa P square. So watu wameachia positive review kama walivyosikia hapo. Kuna hiyo makala ambayo tumekutana nayo mtandaoni, wakiwa wanaelezea jinsi gani ambavyo wimbo huu ulivyoonyesha ubunifu wa hali ya juu. Yani kutumia lugha tatu eh, Igbo. Igbo hii bwana ni lugha ambayo inapatikana kule West Africa hususan uh, Nigeria. umeona bwana, kwa hiyo kule Nigeria bwana ndipo lugha hiyo ya Igbo inapopatikana, umeona bwana. So hivyo ndivyo situation ilivyo. At the end of the day, ukiwa kama mdao, hebu na wewe pia tuweke maoni yako katika comment section eh, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Tuambie ni kipi ambacho wewe labda kimekuvutia zaidi katika wimbo huu wa Harmonize na Rude Boy wa P Square kutoka Nigeria. Ngoma inakwenda kwa jina la Best Couple. Tuambie kipi ambacho kimekuvutia zaidi. Kama kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.